Mambo ambayo yanaendelea pale ndani ya WCB wasafi kimya kimya ni mambo ambayo yanashangaza sana. I don't know kwa nini lakini, kinachoendelea pale inasemekana ni siri kubwa sana ambayo iko nyuma ya pazia. Ishu kubwa ni kuhusiana na wasafi media. Licha ya kwamba kumekuwa na utambulisho wa watangazaji tofauti tofauti kuja ndani ya wasafi kuhudumu pale baada ya kuondoka kwa watangazaji nguli, lakini kuna hili kubwa zaidi na zito ambalo limeonekana kuibua hisia katika vichwa vya habari na watu wengi kuhoji kwamba kama lina ukweli, sasa itakuwaje kuwaje? Sasa kuna hii ishu kubwa ya Wasafi media kuweza kuhamishwa makao yake makuu kutoka Tanzania na kuelekea nje ya nchi, na kuna nchi ambayo imeweza kutajwa kwamba ndiko kwa ambako makao makuu ya Wasafi media yanahamishwa kule. Mange Kimambi ameandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat nadhani na itakuwa mmeona, lakini nilikuwa ni andiko fulani hivi ambalo kama vile hayakuwa ameitilia maanani, lakini kikubwa ni kwamba, kilichowashangaza watu wengi ni kuhusiana na kwamba wasafi inahamishwa lakini siyo Diamond ambaye anaihamisha, yaani inahamishwa na yule mtu ambaye tayari pia ana umiliki wa asilimia kubwa zaidi ndani ya Wasafi pale. Nakumbuka nilikutajia, zilikuwa ni tetesi lakini mpaka sasa hivi hatujui ni nani hasa ambaye anamiliki hisa kubwa zaidi ndani ya Wasafi. Ila inasemekana inahamishwa kuelekea moja ya nchi ambayo tutakusanua kwenye hii video hapa kutokana na kile ambacho kimeweza kuandikwa kule. Muhimu zaidi, tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video upate kufahamu kwa wote juu ya kile ambacho inasemekana Wasafi Media da eh, inafanyika ndani ya Wasafi Media na Wasafi Media kuweza kuhamishwa makao yake makuu, ijapokuwa Tanzania itabaki kama branch, ambapo pale pale ambapo ipo makao makuu sasa ya Wasafi itabakia kuwa kama branch, lakini makao makuu inasemekana kwamba yanahamishwa. Wanampeleka, wanaipeleka wapi Wasafi Media na kwa nini hasa wanaihamisha? Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kwa pale kufahamu, ila tu usisahau kusubscribe, lakini pia like video. Baada ya hapo kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Kwanza ikilipita kipindi cha mpito sana ndani ya Wasafi Media kwa muda mrefu. Tukashuhudia programs zote zikawa stop. And then ikawa inapigwa mziki tu Wasafi Media, Wasafi TV, na vitu kama hivyo, wengi wakajiuliza, kuna nini hasa? Baadaye ikaja lile sakata la watangazaji wengi sana kuondoka ndani ya Wasafi Media. Of course walikuwa ni watangazaji nguli ambao wengine, mpaka watu walishangaa kwamba sasa Wasafi itakuwaje kwaje. Baadaye tukaja kusikia tetesi pia za, eh, vigogo waandishi wa habari wakubwa, watangazaji wakubwa kuingia ndani ya Wasafi tena wakawa wananyofurewa kutoka kwenye media kubwa. Wengine walitoka Wasafi wakaondoka, lakini wanarudishwa kwa mara nyingine tena. Tunafahamu kuna yule mtangazaji wa sports kutoka Crown, lakini pia kuna mtangazaji kutoka East Africa TV na East Africa Radio alikuja pale. I mean, tetesi zinasema kwamba anakuja pale kwa maana ya rich msafi. So baada ya hayo yote ua yanaendelea sasa hivi limeibuka sakata hili hapa hivi la Wasafi Media makao makuu kuweza kuhamishwa, ambapo kubwa kuliko kwa taarifa zilizopo ni kwamba makao makuu ya Wasafi Media kwa maana ya headquarters zinahamishiwa South Africa, lakini cha kushangaza sio Diamond Platnumz ambaye amefanya haya maamuzi wala ndio ambaye anahamisha bali kuna yule ambaye anamiliki hisa kubwa haijatajwa ni nani lakini nasemekana kwamba kuna mtu anayemiliki hisa kubwa zaidi ndiye ambaye ameweza kutoa pendekezo la kwamba Wasafi Media HQ iweze kuhamishiwa South Africa kwa ajili ya utendaji mzuri zaidi wa kazi. Sasa, sijajua South Africa kuna nini hasa? Mimi bado sijaelewa, na bila shaka lakini yote kwa yote, uh, tukao kifumbuka kabisa kwamba Diamond hisa zake pale Wasafi zilikuwa hazipo tayari, yani kifupi. Hazipo, ashazitaifisha. So nani alizichukua hisa hizo? Lakini pia e, wamekubaliana nini hasa mpaka kupeleka Wasafi HQ kule South Africa? Hilo ni swali ambalo mpaka sasa hivi lipo kwenye alama ya kuuliza, lakini pengine tutapata update, na nikipata taarifa mpya nakuletea hapa hapa uweze kufahamu juu ya nini hasa ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini muhimu zaidi, ili usikose video zijazo, bonyeza neno subscribe hapo chini hii video, baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya maoni niambie unadhani ni sahihi au ndio wanazidi kuididimiza Wasafi pamoja na kuiua kabisa iweze kutoka kwenye namani ya competition ya media za Tanzania. Comment yako ikihusika hapo chini, utakomentisha sana. Lakini muhimu kabisa tu usisahau kusubscribe, kwa sababu utakuwa mwonyesha love ya kutosha sana, na video zijazo utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata on time. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video bye, bye.